E, bana karibu tena kwenye kisima cha matukio ya burudani kwenye kisima cha matukio ambayo inatoa zile update zote za entertainment na industry nyingine za sanaa ambazo zina happen kutoka hapa Tanzania na pande ya zote ya za dunia. Sasa mchongo ambao leo tumekusogezea bana ni mchongo ambao unahusiana na Bonge la Dada. Moja katika wadada ambao wanatrend sana kwa sasa, wanaonesha kabisa kwamba wamependezwa ama wamependwa na watu wengi sana. Kuonesha ile style ya kucheza katika ngoma ya Aviola, ngoma ya kwake mposokani mshidede ni moja katika vitu ambavyo vimemfanya uh, kutwendi sana na kuchukua kipande kikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa leo unakuja na historia ya uh, Queen Fraison ambao ndo bonge la dada mwenyewe, au uh, wengine tunafahamu kama hivyo bonge la dada. Huyu mwanadada bana, uh, ukivyu video yake ni lazima uitazame zaidi ya mara tatu. Ana ubunifu fulani hivi, lakini pia lazima ufolo ulike na ucomment. Sasa bana, watu wengi wamemfahamu kwenye hii ngoma ya Aviola kutoka kwake Mbosso kane mshidede katika albam ya Room namba 3. Na hii hapa ni moja katika vitu ambavyo vilikuja kumfanya kujulikana sana, yani uh, ukisikia tu bonge la dada kuna picha fulani hivi ambayo inakujia kichwani. Tunaona si mbaya, sasa uh, tujue background yake tukaona tumchimbe vizuri zaidi, mpaka leo hii uh, amefika jifikaji hapo alipo na ametokea wapi. Mwanadada Queen Fraison amezaliwa Iringa na kukulia Iringa japokuwa na asili ya Mbeya fulani hivi, kabila lake ni mdale kupitia baba yake mzee Fraison. Jambo ambalo silo lijua kwa Queen Fraison ni kwamba hilo jina la Queen Fraison ni jina lake halisi kabisa la kuzaliwa yani, sio nickname. Jina lake kabisa ni Queen na jina la baba yake ni Fraison. Lakini pia Queen Fraison kielimu kaishia form 3, ambapo alikuja da kuendelea za elimu yake mwaka la 2017 lakini mambo hayakwenda vile ambavyo yalitakiwa kwenda, kutokana na kipato pamoja na uchumi kuyumba katika familia yake, Bonge la dada akaona so mbaya, so kes acha aonyeshe kipaji chake. Na of course kipaji tumekiona, na kama hamtaki uh, basi amaniaje. Uh, na ilipofika mwaka 2019 ndipo Bonge la Dada akaamua kuanza kudansi serious, na this time haikuwa rahisi sana kutoka kwake, alipambana sana lakini kama mnavyojua uh, Mungu hakupi vyote lakini pia hakunyimi vyote. Baada ya kusota na kupambana sana kwa muda mrefu katika kudansi, katika masherehe ya hapa na pale, kupitia mahojiano yake ya channel ya channel Star Bongo alisema kwamba alishawahi kufanya kazi mpaka ya elfu mbili aa, yani ya buku mbili yani zile buku ziwe mbili. So tunaona ni jinsi gani kutoboa kwake kulivyokuwa kugumu sana. And then mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kama bahati katika challenge ya oka ngoma kutoka kwake Diamond Platnumz pamoja na Mbosso kane mshidede, ambayo inapatikana katika ep ya four, ikafungua milango yake kiasi fulani hivi, na akaitwa kufanya mazoezi nyumbani kwa Diamond Platnumz kama masihara, akiwa na madansa wenzake. Baada ya hapo, akawa anacheza katika show kubwa kubwa kabisa za Mbosso. Pia hata kwenye ngoma ya tiririka alionekana kama starling mule, ila bado hakupata ile fame. So ilimradi mradi mkono uende kinywani, aliweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kufumba na kufumbua, Mbosso akaweza kutoa album ya Room number 3, alafu bonge la dada akaona so mbaya. So kweli, ngoja auvai uhusika wake wa Aviola. E, bana ile pale ilikuwa ni bonge la ngoma ile pale ilikuwa ni nafasi ambayo bonge la dada aliweza kuitumia vizuri kabisa, na kitu kikubwa sana na atafika mbali, na kama hamtaki ah, basi. Sasa hii hapa inaonekana kabisa kwamba ni nafasi pekee ambayo bonge la dada aliweza kuitumia kona, so kinyonge, ah, so poa, anatakiwa kutumia nafasi ile vizuri kabisa, akaamua kuvaa uhalisia wa Aviola mwenyewe sasa ambayo ndio bonge la dada alivyokuja kukiwacha katika uzinduzi wa albamu ya room number 3, ilikuwa ni noma sana. Mtango kuanzia pale akaweza kufungua milango yake na mpaka sasa ana trend vizuri kabisa. Ukiangalia video ya bonge la dada ni lazima upagawe fulani hivi. Kwa wale wanangu pale mtaani, utajikuta wiki nzima unaoga tu, kila siku upo bafuni, ama ni aje? na all in all, wakati ukawa ni jibu sahihi sana kwa Queen Fraison ambaye akajituma vizuri kabisa a, kujituma kwake kumeweza kumpa mafanikio, na ni mfano mzuri kabisa, na mfano halisi kwa mtu ambaye alianza sifuri. Na hata kwako wewe unaweza ukautazama huu mfano vizuri kabisa. Mpaka sasa kama una kitu basi share huwezi kujua kitu gani ambacho kitaweza kukufikisha mbali na kina thamani kubwa sana kwako, kwa sababu kukosolewa kuna jenga. Na hata kwa wale ambao wanafanya vizuri, basi msikate tamaa, keep going. Hata kama kuna kitu ambacho kinakukatisha tamaa, usisahau kwamba wakati ndio jawabu sahihi. Mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Unahisi ni kitu gani cha ziada ambacho kiliweza kumbeba uh, Queen Fraison ama Bonge la dada lakini uh, kitu ambacho kimeweza kukuvutia wewe zaidi. Unahisi ni kitu gani? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi ndio Jittuh one time, Jittuh One TV official genius na hii hapa ni Jittuh Media.